Inasadikika kuna majambazi niseme, ambao wameingia katika nyumba nyumba iliyoko katika mtaa wetu, na baada ya kuwa wameingia ndani ya nyumba hiyo, basi walienda kufanya uhalifu kwenye duka moja. Lakini wakati wanaendelea na uhalifu wao, mmiliki wa duka, wakati anafungua akapata taharuki baada ya kukuta kuna tofauti, na tofauti yenyewe ilikuwa ni ya kimazingira ndani ya duka lake, lakini pia baada ya muda alisikia vishindo ndani ya dari katika eneo la nyumba ile. Alivyosikia ile dari, ndipo aliposhtuka na kuona dari limetobolewa. Hivyo alianza kuomba msaada na wananchi wengi walikusanyika katika eneo hilo kwa ajili ya kumpatia msaada. Lakini wakati hayo yakiendelea, wezi wale walijaribu kutoboa bati juu ili waweze kutoka mle ndani, lakini baada ya kuona taharuki na watu wengi ambao walikuwa eneo lile, basi walishindwa kutoka na hatimaye waliendelea kutembea kule kule juu ya dari na ndipo polisi walipofika na kuamua kujaribu kuangalia nini kinaendelea. Lakini mpaka sasa bado uchunguzi unaendelea wa jeshi la polisi, kwa hiyo hatuna hakika kwamba wamekwisha patikana au vipi, maana sisi tuko mbali na jeshi la polisi linaendelea kufanya uchunguzi wake ndani Tumeangalia wameingia sehemu ya mpesa pamoja na mabati, ila tumefanya research, tumeangalia hatujaona mtu yoyote. Viongozi wa serikali haya matukio, wao wanawahi kufika mapema, kwa sababu kila mtu anaweza akavamia, ila skuzi makigwa wanachelewa kufika. Tarehe kumi na tisa mwezi wa tatu elfu mbili na ishirini na tano huko barabara ya Ngaa eneo la mtaa wa Majengo, manispaa Kahama, mkoa wa Shinyanga Watu wasiojulikana idadi walivunja duka la Theresia Nguu mfanyabiashara wa Majengo kwa kukata paa la bati na kisha kukata, kukata ceiling board ya chumba cha duka hilo kwa nia ya kutenda kosa la wizi. Hata hivyo, hakuna kitu chochote kilichoibiwa. Uchunguzi bado unaendelea kufanyika kuweza ku wow wafuatilia hao wahusika kuweza kugundua wahusika ni watu gani, kisha kuwatia mbaroni na kuwachukulia hatua za kisheria. Misako inafanyika ya hali na mali usiku na mchana. Kwa wale ambao wanadhania kwamba labda pengine wanaweza wakafanya uhalifu kwa kipindi hiki wa mkoa wa Shinyanga, kwa kweli watafute kazi zingine za kufanya, la sivyo sheria itachukua mkondo wake.